Katika utafiti wangu nimejifunza kwamba kabla ya binadamu kugundua umeme, samaki wa umeme alikuwa akizalisha volti mia saba za umeme peke yake. Kabla hatujajifunza kuabiri bahari saba, ndege walikuwa wakiruka kutoka Aktiki hadi Antaktiki, wakitua kwenye eneo lile lile la kutaga kila mwaka. Kabla ya binadamu kubuni madaraja ya kusimamisha buibui, walikuwa wakionyesha umahiri wa uhandisi. Kabla hatujabuni mifumo ya uzalishaji wa karatasi, nyigu walikuwa wakitengeneza aina yao ya karatasi. Huwezi kujizuia kushangaa na kukubaliana na zaburi hapa. Katika Zaburi 111 mstari wa mbili, huu ni kazi za Bwana zinazochumbuzwa na wote wanaozifurahia. Inasikika kama mwaliko kwangu kuchunguza kazi za ubunifu za Mungu. Nafikiria maabara ya Cavendish huko Cambridge, Uingereza. Ilianzishwa mwaka 1874, ikijulikana kwa uvumbuzi mwingi uliofanywa huko katika nyanja mbalimbali za kisayansi. Tuzo ya Nobel, wanasayansi waliopata tuzo wamefanya kazi katika maabara hiyo. Hapo ndipo elektroni na neutroni zilipogunduliwa maabara hii ilikuwa muhimu katika ugunduzi wa mitambo ya quantum vitu kama chumba cha mawingu muundo wa helit mbili wa DNA uvumbuzi wa kushangaza, wa kushangaza kushangaza lakini niliona inavutia kujua kwamba juu ya mlango wa kuingia katika maabara ya awali ya kavendish kulikuwa na maandishi e mstari huu niliyoukariri kutoka zaburi 111 kuu ni kazi za bwana zinazochumbuzwa na wote wanaozifurahia Unajua, naweza kumfikiria mtunga zaburi akiwa amelala pale chini ya nyota, au labda akitembea msituni, pengine akitazama wanyama shambani, ndege wakiruka juu, kisha akiandika hapa katika mstari wa tatu kazi zake zimejaa utukufu na adhama, na haki yake inadumu milele. Sasa kazi ya uumbaji ya Mungu inaenda zaidi ya uumbaji wa kimwili, itajumuisha matendo yake ya neema na rehema na na ukombozi na baraka. Kwa kweli, zaburi inaonekana kufikiria kuhusu hilo hapa katika mstari wa nne ambapo anaandika amefanya kazi zake za ajabu zikumbukwe; Bwana ni mwenye neema na rehema. Mstari wa tisa unaangazia ukweli kwamba Mungu alituma ukombozi kwa watu wake, ameamuru agano lake milele. Kwa hiyo zaburi hii inatufundisha kwamba kwa njia nyingi mioyo yetu inahitaji kuwa maabara tunapaswa kutafakari na kuorodhesha. Ikiwa utapenda uchumbuzi wetu wa ulimwengu unaotuzunguka zitatuonyesha maajabu ya Mungu wetu Muumba. Matendo haya ya neema ya Mungu yanatuonyesha ajabu ya Mungu wetu Mkombozi. Kwa kweli, kadri tunavyojifunza zaidi kuhusu Mungu ndivyo tunavyopata sababu zaidi ya kuimba. Hapa pamoja na mtunga zaburi huyu Kuhu. ni kazi za Bwana zinazochumbuzwa na wote wanaozifurahia. Naam, Zaburi 112 na ni mwenzi kamili wa Zaburi 111. Zaburi 111 inaangazia kazi za Mungu, Zaburi 112 inaangazia mwabudu wa Mungu. Ni mtu wa aina gani anayemwabudu Mungu? Naam, mstari wa moja unaanza kujibu swali hilo. Heri mtu amchaye Bwana, apendezwaye sana na amri zake. Nimesikia ikisemwa kwamba mtu anayemcha Bwana haogopi mtu mwingine yeyote, na kwa namna fulani hiyo ni kweli. Haiwezekani kuwa unaabudu na kuwa na wasiwasi kwa wakati mmoja. Naam, sasa hapa chini, katika mstari wa saba, zaburi inasema hivi kuhusu mwenye haki. Na kwa njia, mwenye haki si mtu ambaye ni mkamilifu. Mwenye haki ni mtu ambaye yuko sawa na Mungu anasema hivi: yeye haogopi habari mbaya, moyo wake ni thabiti, akimtumaini Bwana. Naam, sasa hiyo haimaanishi kwamba habari mbaya hazitatokea, na haimaanishi kwamba tutafanya habari mbaya zionekane kama habari njema. Sasa zaburi inatuambia kwa ufanisi kwamba licha ya habari mbaya, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu anadhibiti habari hizo, anatekeleza mapenzi yake kwa maisha yetu na na hiyo itajumuisha habari habari njema na habari mbaya pia. Nimesikia pia ikisemwa kwamba tuko katika hali bora ya kiroho tunapokuwa tumepata ajali kwenye kisiwa cha ukuu wa Mungu, ajali ya meli ndiyo. Kwa njia hiyo ni habari mbaya, hiyo ni shida, na hiyo inamaanisha matatizo yako yamekuzunguka, uko kwenye kisiwa, una vipande vilivyovunjika. Labda sasa hivi una moyo uliovunjika. Mpendwa, wacha nikuambie kwamba ingawa unaweza kuwa umepata ajali ya meli kwa kusema hivyo, umeanguka kwenye kisiwa cha mpango mwaminifu na mkuu wa Mungu. Pia hauko peke yako kwenye kisiwa hicho na hiyo ni habari njema. Sasa tunafika kwenye Zaburi hizi mbili zinazofuata, Zaburi 113 na, na, na Zaburi 114 na, na, na ziko katika kundi la nyimbo ambazo huimbwa kwenye sherehe za Kiyahudi. Zingeimbwa wakati wa Pasaka na Pentekoste na sikukuu ya vibanda hata hadi leo hii. Kwa kweli, tunapoambiwa kwamba Yesu na wanafunzi wake waliimba wimbo pamoja kabla ya kuondoka kwenye chumba kile cha juu saa chache kabla ya kukamatwa kwa Bwana, basi mojawapo ya zaburi hizi ingekuwa mojawapo ya nyimbo walizoimba pale kwenye chumba kile cha juu. Kulingana na wasomi wa agano la kale, Zaburi 113 huenda iliandikwa baada ya baadhi ya watu wa kiyahudi kurudi kutoka uhamishoni. Mstari wa moja unawaambia watu, msifuni, enyi watumishi wa Bwana, lisifuni jina la Bwana. Hii kauli hapa kwa watumishi wa wana hii ni rejeleo kwa taifa lote la Israeli. Unajua, inawezekana kwamba nakala ya zaburi hii, wimbo huu uliotungwa wakati wa uhamisho, uliletwa na watu waliporudi Yerusalemu, na sasa wanakaribishwa kuimba zaburi. Inaandika hapa katika mstari wa tatu: kutoka mawio ya jua hadi machweo yake. Kwa maneno mengine, fanya hii kuwa kipaumbele chako kwa siku, kumwabudu, kumtumaini kumfuata Bwana tangu unapoamka kitandani pale mawio ya jua hadi unakunywa kikombe cha chai ya chamomile moto na kijiko cha asali, kama ninavyofanya kabla ya kulala usiku. Kutoka mawio ya jua hadi machweo ya jua, imba hii, sifu jina la Bwana. Sasa katika mistari michache inayofuata, zaburi itaweka kiti cha enzi cha Mungu juu ya mataifa, kwa kweli hata juu kama mbingu hata juu ya mbingu. Hivyo ndivyo anavyosema hapa katika mstari wa sita anasema Mungu wetu aliye juu na aliyeinuliwa anaangalia chini sana mbinguni na duniani. Sasa hii haimaanishi kwamba Mungu anakuwa na hamu ya kujua mara kwa mara na anataka kujua kinachoendelea hapa chini. Inamaanisha kwamba Mungu anajali kinachoendelea hapa chini. Hii ni usemi hapa, ni upendo wa huruma kwa watu wake sasa tunajua hilo kwa sababu katika mistari ya saba hadi nane mtunga zaburi mara moja analeta aina ya sifa iliyoimbwa miaka iliyopita na Hana mama yake Samueli alipomsifu Mungu kwa kuzaliwa kwa mtoto huyo mdogo zaburi inaandika hapa aina hiyo ya wimbo katika mstari wa tisa anampa mwanamke tasa nyumba akimfanya mama mwenye furaha wa watoto Msifuni Bwana. Hapa kuna ukumbusho mzuri kwamba Mungu alikuwa akimtazama Hana wakati wa miaka hiyo ya utasa na tamaa. Alikuwa akimtazama vile vile kama alivyokuwa akimtazama baada ya kupata Samueli na watoto wengine. Mungu hakuwa na nia ndogo kwa Hana bila watoto kuliko alivyokuwa wakati Hana alipozaa mtoto wake wa kwanza Samueli. Huenda unateseka sasa hivi, unatamani kupata mtoto Labda huwezi kushika mimba kwa sababu yoyote ile. Mungu anajua yote kukuhusu. Mpango wake kwako unaweza kuwa watoto, inawezekana si watoto, lakini bado anakupenda, hajakuacha. Hapuuzi maombi yako, hapuuzi kilio chako, tamaa yako. Unaweza kuwa na uhakika kwamba anakujali na anachukulia maisha yako sasa hivi kuwa kamili ndani yake, bila kujali chochote. Unaweza kumwamini, unaweza kuamini hekima yake kwa mipango alionayo kwa maisha yako. Sasa kwa hayo tunafika kwenye Zaburi 114. Mwandishi maarufu wa nyimbo za Isaac Watts alitumia zaburi hii maalum kama msingi wa wimbo wake uliosisitiza uhuru wa Israeli kutoka mikononi mwa Farao. Zaburi 114 inaanza na kutoka kwa Israeli kutoka Misri, hapa katika mistari ya moja na mbili halafu uh. Hiyo inafuatiwa na kuvuka bahari ya Shamu na baadaye mto Yordani, hapa katika mstari wa tatu. Hatimaye anarejelea utoaji wa sheria katika mlima Sinai, mstari wa nne. Na huwezi kujizuia kujiuliza kwa nini zaburi hii fupi bado inaimbwa katika sikukuu muhimu zaidi kwenye kalenda ya Kiyahudi. Hapa chini katika mstari wa tano na sita zaburi inatafakari juu ya utii wa bahari na mlima na mto wa neno la Mungu. Uumbaji wote Mungu anatambua na kutii mapenzi ya Muumba. Sasa hapa ndipo hoja ipo. Tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Sikiliza, ikiwa upepo na maji anatii neno lake na mapenzi yake, basi je, sisi pia hatupaswi kufanya vivyo hivyo? Hii inapaswa kuwa jibu letu kwa ukuu wa Mungu wetu Muumba. Kazi zake zinapaswa kusomwa. Neno lake linapaswa kutiiwa. Kwa hiyo, unasemaje? Tufanye hivyo leo. Hebu tusome kazi zake za uumbaji na hebu tutii. Hebu tuamini mapenzi yake ya enzi.